Tashiriki mapinduzi, tashiriki e, ashiriki mapinduzi e, hayo mambo ya kinchi, mambo ya serikali, na tuko vizuri na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tutashiriki. Lakini pia ni nafasi pia hata kwa wachezaji wale ambao wapati playing time kufanya nini, kucheza kwa sababu Eh, si unajua hata Uingereza kuna inaitwa nini, kombe gani inaitwa, karabao karabao. Kwa hiyo mapinduzi pia inajenga inajenga pia, eh, watu hawajamuona sehemu fuko siku nyingi sana, na sehemu fuko acheze. Kwa hiyo tutashiriki mapinduzi, wala no doubt about it. Kwa hiyo kama buku kabisa, hoteli Zanzibar, tutashiriki. Umoja wa vilabu, no comment, no comment. Kuna vitu tunavifanya, lakini no comment, kwa sababu tunataka kujua huo umoja wa vilabu, jinsi ulivyoundwa, constitution yake na unafanyaje kazi na kama ndio viongozi wenyewe wanabagaza vilabu <laughs> tunataka kujua. This is serious. This is very serious. Kwa hiyo no comment mpaka Until further notice. Na nikiingia napata nini? Nikiingia napata nini? Kwa hiyo hatufanyi vitu kwa ushabiki, kwa, kwa ushabiki naangalia, kuna hata klabu za Egypt ziko pale hazijaingia. Tunaingia kwa ajili ya nini na tunapata nini, hmm? Unajua kuna, kuna jambo ambalo labda ningependa kulifungia, naomba radhi mwenyekiti, hmm. Umoja huu kiini chake au chanzo chake, Simba walishiriki kwa asilimia mia, na wala sio jambo ambalo limezuka, ni jambo ambalo limekuwepo kwa muda mrefu. Na kama hamfahamu, Simba ndiyo klabu iliyoko nominated miongoni mwa vilabu vinane Afrika kushiriki African Football League, na African Football League iliandaliwa na CAF kwa kushirikiana na FIFA ikiwa ni pilot ya mashindano ya vilabu vya dunia, Simba ndio walioshiriki na tulicheza hapa uwanja wa Taifa, na hata inauguration yake ilifanyikia hapa, na ndiyo chanzo cha mashindano haya ya vilabu yaliyofanyika Marekani, na huo umoja ulianza kuzungumziwa hapa na kila kitu. Sasa inawezekana ikawa wenzetu wana ubunifu hata wa kuanzisha umoja wa vilabu wa Afrika na nini, kwa sababu wana akili nyingi. Lakini ni kitu ambacho kilikuwepo, walifuata sample ya, ya, ya UEFA, wakasema Afrika wenayo wa na Amerika wameanza na mabara mengine. Kwa hiyo ni kitu ambacho sio lazima, kwa sababu kila mtu anao uhuru wa kujiamulia nini anachotaka. Tutaangalia kama alivyosema mwenyekiti, tukiona kwamba kuna benefits ambazo tunaweza kuzipata Maki nilisikia waandishi wanasema ah, unajua baada ya kuingia mwenyekiti huyu ndo vilabu vimeanza kupewa fedha kwa ajili, vilabu vinapewa fedha za maandalizi ya mashindano ya kimataifa tangu mwaka tisini. Si ndio mzee? Miaka yote wanatoa kile kinachopatikana kama royalty wanagawa kwa vilabu vyote vilivyoshiriki, wala sio kwa sababu ya umoja wala sio kwa sababu ya nini, hizo fedha zinakuja tu ukishiriki mashindano ukaingia kwenye group stage unapewa fedha kiwango fulani, ukienda quarter final kiwango fulani, ukienda semi final. Imekuwepo hiyo miaka yote na ushiriki huu wa Tanzania kwenye hizo bodi za kimataifa uh, wamekuwepo tangu kina kina mzee Rage kina Tandau kina Tenga, sijui wameshiriki kwenye kamati nyingi za, za FIFA kamati nyingi za za, za kafu wala si jambo jipya wala lilioanza leo Limekuewpo miaka na miaka, lakini bahati nzuri, sasa hivi ndo nini tunasema utandawazi <tabia> yeah, na kujipigia sana pasi <laughs> <tabia> Aya, swali lingine si linakuja, nimeli picha zake nimeziona, ni basi zuri za kisasa, kwa hiyo wakati sasa hivi linafanywa branding, imeonyeshwa linakuja uh, Ujeru tuna mkataba wa miaka mitano. Sio kama naelewa. Mkataba wa miaka mingapi? Sasa huu ndio mwaka wa kwanza. Na sio kama kila mwaka anatoa nini? Na ni miezi sita. Anatoa basi. Yaani tayari ishakuwa nongwa. <laughs> Yaani katika miaka mitano anatoa basi mara hii. Mara moja. Lakini miezi sita ndani ya mkataba wake tayari ishakuwa nongwa kwamba basi hajaja, basi hajaja, basi hajaja. Tuwe fair pia. Brand ya list eh, realistic basi ichanunuliwa, ndio linakuja, tutaliona basi nzuri, basi la like kisasa. Hii mambo ya kujenga sio ofisi, vyote vitakuja kwa sababu zote hizo ni one off, kutengeneza uwanja, sababu kutengeneza uwanja ule, kuna namna ambavyo tunataka tuikomplete na uwekezaji pia wa mwekezaji, hawezi kuanza kufanya yeye tena, kuna kwa hiyo tunataka, tuna ramani ambayo ni comprehensive tujue mwekezaji anafanya nini na huyu jeruti atafanya kitu gani? Sawa, jamani.